Halo, karibu katika simulizi yetu inayokwenda kwa jina la niliozeshwa mwanaume jogoo hawiki. Hiki ni kipande cha kwanza. Kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha una subscribe ili tuweze kuwa pamoja mwanzo mwisho. Usisahau kulaiki, kushea na kutoa maoni yako mwishoni utakaposikiliza lakini pia subscribe, ili kila simulizi ambayo tutaiposti uweze kuipata vilivyo. Wacha tumsikilize huyu mwanadada anavyosimulia simulizi yake kwa kutuambia. Naanza na salamu kwa wote mnaohifuatilia <laughs> hii simulizi hii. Kwa jina naitwa Tabu, ni kweli maisha yangu yalibeba jina kamili Yani wewe acha, naanza kusema. Mimi nilikuwa na wazazi wote wawili na mume wangu ana wazazi eh, wote wawili. Kilichotokea mimi mama zetu, yani mama wa mume wangu na mama yangu, wamesoma shule moja, unajua. Kwa hiyo wanajuana vizuri sana, yani tokea shuleni ni marafiki. Sasa na baba zetu vile vile, kama ilivyokuwa kwa mama, yani baba mkwe na baba yangu mimi wamesoma shule moja nao, wameoa marafiki wenye kujuana, urafiki ukawa kama ndugu sasa. Rafiki yake mama ambaye ndiye mama mkwe alizaa watoto wawili wa kiume mmoja wa kwanza ndiye mume wangu wa mimi Tabu anasema, na mama kanizaa peke yangu. Sasa kwenye maisha, siri ya kufanikiwa anayo Mungu. Unaweza ukawa wewe ndio kiranja darasani, unawachunga wenzio, lakini kwenye kufanikiwa unaweza uli, anaweza aliyekuwa unamchunga akawa na kipato kikubwa kuliko wewe. Sasa wazazi wa mume wangu walikuwa na kipato kikubwa. Eh, tabu anasema walikuwa na kika, kipato kikubwa eh, kuliko wazazi wangu. Sasa kilichotokea yule mume wangu kumbe analo tatizo la kutokusimamisha. Yaani kuwa mwanaume kamili kwake, eti sababu kitovu kilimwangukia mimi. Mm, siamini juu ya hilo ila, mama na mama wa mume wangu wamejaa hizo imani. Mama akampa pole rafiki yake na kumwambia ndio uzazi wa kwanza, shida yake ndio hiyo. Wakati huo mama ana mimba yangu, basi Usemi wa Waswahili ukatimia, aliwezalo na aliwezalo mjinga ndio lilalo mtokea. Kweli mume wangu hajawahi kujogoo kuwika ama kusimama hata siku moja, mpaka mdogo wake alizaliwa, yeye hajawahi kusimama yaani, kwa kutembea sasa. Kutokea kazi mume wangu, ikatokea kazi mume wangu ndio kapata ile, anatakiwa awe na mke. Ndio chanzo cha matatizo yangu. Sasa tunaingia kwenye stori rasmi, tuanze nayo. Kama hujailewa luksa kurudia kuisikiliza ili uelewe vizuri. Hapa kama huko attention basi ka attention, wacha ni kukaribisha sasa katika simulizi hii sasa. Baba mkwe akamwambia mama mkwe, mtoto wetu kazi kule kapata, lakini anatakiwa awe na mke, na mtoto wetu jogoo hawiki, tunafanyaje? Mama mkwe akasema, hapa cha kufanya ni kumwomba shoga yangu akubali amuozeshe mwanangu mwanawe, kwa sababu shoga yangu anajua tatizo la mwanangu tokea ajajifungua. Mwanaye taabu, na kama unavyojua taabu, nimemsomesha mimi. Kula kwao pale ni sisi kama tunavyo wasitiri na wao watusitiri. Wewe unasemaje? Baba mkwe akasema sawa sawa, mke wangu, umefikiria jambo kubwa sana. Sasa tuwaite tuongee nao wote, mimi nitaongea na rafiki yangu na wewe ongea na rafiki yako, tuyajenge au unasemaje? Sawa sawa basi, waliitana wazazi, wakayaongea. Kutokana na maisha yetu yapo mikononi mwa wazazi wangu, wakakubali. Nasema kweli, umaskini chanzo cha kuzalauliwa. Mama anajua fika kuwa mume wangu ni eh, anisi ajawahi eh, ku jogoo wa kuwika toka azaliwe, lakini akakubali mimi kuniozesha, ili wakafanya siri mimi nisijue kama mume wangu jogoo hawiki. Sasa mambo ndio akasema. Sasa mama ndiye akasema, mwanangu, unapaswa kuolewa na mimi umni, ushafika kuolewa. Sisomi, sifanyi kazi, nipo tu nyumbani, nina miaka ishirini. Nikajikuta na kubari mimi. Na mume wangu tulikuwa tunaheshimiana kama kaka na dada, kwa jinsi wazazi wetu walipotokea, mpaka majirani walishangaa kusikia mimi naolewa na mume wangu. Alikuwa anaitwa Mudi tabu anatupa mkasa huu kwa kweli mimi mwenyewe nilikuwa naona aibu kuolewa na mtu niliyekuwa namwita na tunaitana dada na kaka lakini wazazi wameamua ndoa ikapita basi tukafanya ndoa ikapata cheti kikapatikana mume wangu akapata kazi sasa sheria za kampuni mume na mtu wanaenda wote sehemu watakayopangiwa kazi. Wanacholenga wao ni mwanaume akiwa na mke anakuwa na akili eh, anakuwa na akili tofauti na jinsi mtu asiyeoa ajui thamani ya kazi ni nini, nini. Sasa wazazi walifikiri mimi nikiolewa tunakaa Tanzania, kumbe tunaenda Kenya, Nairobi. We ukaitana ukaambiana, mbona mtoto wetu jogoo mm? Hawiki, mwambie mwanao atulie. Uko Nairobi kuna kabila linaitwa Wakamba, wapo kama Wachaga, ubahiri wao na tabia zao sasa umakini unatakiwa, tusije kupeana lawama, binti abebe mimba ya Wapokomo museme ya mtoto wetu. Wazazi walikuja kunionya wakiwa na mume wangu na wazazi wake, na mama akaingia ndani kuchukua vitabu vya dini, mimi nishike kama nitaenda nje ya ndoa niwe chizi. Mimi nikawa sio mbishi Nikaenda kuoga nikawa safi, nikashika vitabu vya dini vile, yaani najiamini mimi sina tabia za umalaya. Wakamwambia na mume wangu ashike vitabu vya Mungu kama atakuja kunigeuka, lakini nashangaa vile vitabu vya Mungu, baadaye naviangalia vizuri, ni vitabu vya hadithi. Nikawa najiuliza nani kavigeuza vitabu hivi, namwangalia vizuri, namwona baba mkwe ndio alifanya kuvibadilisha pasipo mama wala mtu yoyote kujua, yaani vipo karibu na begi lake. Swali lile lilinipa ukakasi kidogo, lakini nikasema nitakuja kujua tu kwa nini baba mkwe abadilishe vitabu mm. Safari ikaanza tukaenda Nairobi, moyoni nina furaha. Sijakaa sana kwenye usichana, yaani muda mchache nimeingia kwenye ndoa. Basi maajabu yakaanza, siku ine mume aniambi geuka unipe tendo la ndoa na mimi kumwambia kama mwanamke tumeumbwa na haya, atuwezagi kusema. Moyoni nikajua labda anafanya kazi ngumu, akirudi amechoka. Maisha yakaendelea mwezi mzima hivyo hivyo, ni kimya. Baada ya mwezi kuisha, aniambi chochote ila, siku hiyo nasikia mume wangu ananiambia, baba anakuja utaenda kumpokea pale stendi muda atakapofika, mimi nitakuwa kazini. Kweli nilienda kumpokea baba, nikarudi naye mpaka nyumbani, nikampikia chakula. Akaniambia, kwa nini huku amna nazi, unipikie wali nazi? Mimi nikamwambia mimi sijui, ila sijawahi ona nazi, sababu hata majina ya mtaa ya huku sijui. Nasikia kuna sehemu panaitwa sijui Kariobangi sijui ndio hivyo wanavyoita. Akaniuliza kuna nini nikamwambia labda huko kunaweza kukawa na nazi. Akaniambia, ili swali utalijua maana yake siku moja. Namaanisha nazi ina macho matatu, lakini aioni. Je, wewe unaona? Mm-hmm, baba mkwe sijamwelewa swali lake sababu ameona mimi nimeenda kumpokea stendi, alafu ananiuliza tena unaona sasa na mjibu nini wakati najiuliza ni mjibu nini nashangaa baba mkwe anashika kiuno anasema Kenya kumekupenda umenenepa kiuno kipo vizuri sana usijari najua una kiu nimekuja kuikata aise Baba mkwe akaanza kusema huko Kenya kumekupenda, yani umenenepa, cheki vizuri, yani mpaka raha mtu kukuangalia, yani unavutia tabu. Ujue wewe ni mzuri sana, kule Tanzania kulifika, kulificha uzuri wako. Nilishangaa sana kusikia yale maneno kwenye kinywa cha baba mkwe. Alafu nashangaa baba mkwe ananishika kiuno. Aisee, nilijiuliza hizi mila au ukosefu wa adabu? Nilimzibua baba mkwe na kumzuia mkono wake, nikamwambia baba unafanya nini? Mbona sikuelewi? Baba mkwe akasema "Nisamee mwanangu, mwenzio, nina ugonjwa wa kusahau, nilijua nipo na mke wangu, anayongua kama hii, yaani unaona hapa kwenye kalio maandishi haya haya, yaani ndo kusema kwamba. Haachi kunishika, ananishika tena makalio nikaona mimi nitoke hapo nisije nikampa makofi alafu nikawa nimekosea adabu, maana siko kujichetua huko. Nikaanza kwenda chumbani kwangu, nikafunga mlango, moyoni nikasema, hivi katoka Tanzania, kaja huku kwa nia ya kunipapasa mimi, alafu na maneno anaongea ongea simwelewi. Nimekaa ndani mara mume wangu karudi. Moyoni nikasema afadhali mume wangu karudi, hawezi tena kunishika huyu mzee. Nimemchukia. dakika mbili tu mume wangu akaniambia, tabia gani kukaa ndani, unamwacha mgeni ukumbini peke yake? Kwani hujamzoea baba? Ina maana hata utaki upige naye stori kuhusu Tanzania, kumuuliza taarifa ya mama, au kujua sasa hivi Tanzania kuna sehemu gani mpya? Wewe umekaa ndani. Isije hii tabia kujirudia, sawa mke wangu? Nikamwitikia sawa. Waswahili wanasema funika kikombe mwana halamu apite. Basi nikaenda jikoni kuwapikia chakula nikawa nafikiria sana, hivi kweli huyu baba mkwe ana ugonjwa wa kusahau au amezamiria kitu juu yangu? Je, nimwambie mume wangu au nivumilie tu nione mwisho wake je ukiwa mwisho mbaya kanibaka, alafu mume wangu ajawahi kuniingilia, alafu nimebeba mimba ya e baba mkwe, si aibu kwangu? Nikawaza wazazi wangu hawana simu, ningempigia mama nimwambie, hili swala si la kukalia kimya. Basi tulikula chakula wote, mimi na mume wangu Ak akutaka nijitenge kwenye kula, tulikula wote. Sasa mimi na mwanamke ni mwanamke, nina hisia na mimi japo, baba mkwe kanigusa nimechukia, ila nina hamu ya tendo la ndoa. Mume wangu miezi miwili toka anioe analala anajifanya yupo bize na laptop kitandani mpaka usingizi unamchukua kalala na swala. Mimi nishamtega kwa stai zote, wapi. Nimeshindwa kumtamkia tu, wapi. Yeye wala astuki. Huyu anataka chakula cha usiku, aise. Kumbuka hii ni simulizi inayokwenda kwa jina la Niliozeshwa mwanaume jogoo hawiki. Basi siku hiyo nikamwambia mume wangu, naomba uniangalie ukeni kwangu, sijui nimejikata, maana nahisi muwasho. Akaniambia twende hospitali, hiyo kazi ya dokta, ndio wanajua nini kikusumbuacho nikamwambia sawa, tutaenda asubuhi kwa dokta, naomba sasa hivi unikune kwanza na mkono wako mume wangu akaniambia, usipende kujizoesha hiyo tabia, sehemu unaifikia unataka msaada, wewe jikune tu mwenyewe Kwani ukienda kujisaidia, si mkono huo ndio unajisafisha? Aya, jikune uondoe mwasho. Da, yaani nahisi mtego wangu unaanza kufeli. Alafu nje kuna dalili ya mvua, kuna kibariti fulani kinashawishi tendo la ndoa. Lakini yeye yupo bize na laptop. Nikasema, ngoja nimlalie miguuni mwake. Afu mkono wangu uanze kumchezea mapajani na mwili mzima, nimshawishi kwa kumpapasa anipe chakula changu cha ndoa. Huku nilijiuliza au ana hisia na mimi? Nikasema, ngoja nijaribu plani ya kulala miguuni. Nikalala miguuni kwake akanitoa fasta, akaniambia, mke wangu hebu kuwa na adabu. Mimi kutwa mzima nipo bize na kazi, sahizi napumzika mwili we unataka ulale tena, ulale kwenye mwili wangu, hiyo heshima gani wewe, mm? uoni kitanda kikubwa hicho usilale juu, uje ulale kwenye miguu yangu? Mimi sipendi tabia hiyo. Nikajitoa bicho langu, nikasema moyoni, sikusumbui tena, siku ukitaka utafanya maana hata sielewi kazi gani toka unioe, hata kufanya tendo la ndoa hata siku moja. Mimi najua siku ile ile ya ndoa umo ndani hapatoshi, leo huyo, miezi miwili amenioa, au nimekuja kuwa mfanyakazi wake? Nawaza nawazua, usingizi ukanipata nikalala bila hata nguo ya ndani, yaani natenga tu, lakini wapi. Asubuhi saa kumi na moja ananiamsha, alinishikia kiuno, nikasema afadhali na mvua nje inanyesha, anataka anistue mwili, basi nilimwetekea kwa sauti ya mahaba, yaani ya kudeka. Mawazo yangu yalinipa anataka tendo la ndoa kumbe, ananiambia chukua mwamvuli ukanifungulie geti, nataka niondoke. Meme nilichukia nikabeba mwamvuli, kwa sababu ana gari dogo, anatoka naro, inabidi nimfungulie geti kubwa. Basi sikuvaa nguo yote ya ndani, nipo natenge tu, yani kanga tu nikaenda kufungua geti. Sasa mvua inanyesha ya upepo, mvuli ukajikunja, yani uliharibika na upepo. Wakati nafungua geti, mvua ikaanza kunyesha. Sasa yani, mpaka namaliza kufungua, alafu natoka kwa gari, ananibusu kwa ishara, mimi nalo, yeye yupo kwenye gari, nikafunga geti. Namaliza kufunga geti, naona taa za ndani ukumbini zimezimwa. Nikajiuliza, kuna shoti ya umeme au ni mimi? Ile nafika chumbani kwangu, lazima nipite ukumbini. Nasikia baridi, nikapita ukumbini, nikaingia chumbani kwangu, ile nawasha taa aiwaki wakati nashangaa kwa nini taa aiwaki, nikakuta nimekumbatiwa. Nataka nipige kerere, akaniambia usiogope. Tabu, kwa nini baridi likutese? Mimi nipo, nimezima taa ili usiwe na aibu. Vumilia, hakuna atakayejua hili swala da, sauti ya baba mkwe ananichezea maziwa yani yangu ya ndani. Sina nguo ndani, nipo na kanga tu, nimeloa. Sasa nafanyaje? Nilitoka mm? kwa ajili ya kufungua mlango na kufunga, itakuwaje? katika kipande cha tatu kwa leo, nilikuwa natambulisha hii simulizi kubwa. Kipande cha pili tutakuwa itakuwa kirefu sana kidogo, so leo wacha tushie hapo. Tutajua nini kilitokea baada ya baba mkwe kumkumbatia uh, tunu na tabu na tabu atafanyaje. Samahani. Tuno limekaa kichwani, ni jina ambalo nimesimulia simulizi iliyotoka. Ziliyotoka. E, tutaona kitakachotokea. Kubwa ni wewe kuhakikisha tu una subscribe u, ili tuwe pamoja mwanzo mwisho. Hakika si ya kukosa kipande cha pili. Like, share na marafiki. Tuwe pamoja.